Katika historia ya mwanadamu toka kumeanza kwa muda, hakujawahi kutokea mwanadamu yoyote akaweza kutengeneza matokeo chanya kwake mwenyewe na kwa jamii inayomzunguka bila kuifahamu vizuri nafsi yake mwenyewe. Huwezi ukaanza kujenga jambo kama wewe binafsi haufahamu sehemu gani wewe ni bora, sehemu gani wewe sio bora, ni ujuzi gani na ufahamu gani ambao uko nao juu ya mambo ambao unatamani kuyapata, ni vikwazo vipi ambavyo vinakuzuia binafsi kufikia fulfillment ile ambayo wewe mwenyewe ungetamani kuwa nayo. Ni mindset ipi ambayo umeichagua kustiki nayo, iwe ni negative mindset ama ni positive mindset. Iwe ni kulalamika, mindset ya kulalamikia watu wengine ambao wao ndo wana wajibu wa kurekebisha maisha yako, ama ni mindset ambayo imekaa kwamba mimi maisha yangu nifani, ni jukumu langu natakiwa nihakikishe ninalibeba kama wajibu. Ni stories zipi ambazo mimi sitakii kujiunga, ni makundi gani ambao mimi sitakii kuwa nayo, ni watu gani ambao mimi natakiwa niwafuate kila itoapo leo lazima nisikilize stories nisikilize mafundisho nisikilize kitu gani na direction gani wanaoitoa kwa sababu mimi ndo naelekea huko. Usipokuwa na self awareness ni ngumu sana kutengeneza kitu chochote unachokitamani, iwe ni ndoa, iwe ni biashara, iwe ni maisha, ni ngumu sana kama huwezi kujifanyia self assessment, kwa sababu ni self assessment ndio utakuja ku realize ni belief gani unatakiwa utoke nayo, ni imani gani, ni kitu gani unatakiwa kuamini, na kama unaamini, kama unamwamini Mungu, ni Mungu yupi Mungu ana mbinu gani Mungu? Mungu ana kanuni zipi ambazo natakiwa kuziamini ili zikuletee matokeo. Usipokuwa na self awareness, hakuna kitu utakachokifanya utakuwa unashangaa, unashangaa tu, unaishi maisha, yanaenda siku zinaenda, unalala unaamka, yaani ueleweki, yaani vurugu vurugu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha unaweza kuelewa nafsi yako vizuri, you have to understand yourself. Usipoelewa kuhusu wewe mwenyewe ni ngumu sana kuweza kupata matokeo yoyote yale yani, kama uweze kuwa na self awareness mwenyewe.